Tunaendelea na mazungumzo yetu kuhusiana na upasuaji e, wa kupunguza uzito, wengi wakiupendelea wakiona ni e, warahisi zaidi, lakini gharama yake iko juu kushinda kufanya mazoezi. Daktari Lance pengine nikupe muda mda, kabla sijarejea kwa daktari Amal na vilevile vile ani na maika, utueleze tu aina zingine za upasuaji, maanake saa nyingine tunaangalia katika mitandao, tunaona kuna wale ambao wanapunguzwa utumbo, kuna wengine wanapunguzwa mafuta yanaondolewa kivipi? Halafu na wengine wanataka sehemu fulani zipunguzwe, e, inakuwa namna gani? Pili, umezungumzia pale awali, tukizungumzia kwa wale ambao wataka kiuno kidogo sana, mm, lakini anasahau kwamba sehemu nyingine zikisalia na uzito ule ule hautaendana na uzito wa kiuno, na kama kuna madhara haswa kwa uti wa mgongo, sehemu za bavu na kadhalika, tukiongea juu ya upasuaji na. Ile kwa nataka watu waelewe ni kuna upasuaji wa kupunguza uzito hadi kilo ama weight loss, uh-huh. Na kuna upasuaji ya ku, inaitwa cosmetic. kubadilisha no. maumbile no. no. no. saa zingine watu wajui no. no. no. gani tofauti hiyo yote ni tofauti ni no. So, mtu anakuja nasema nataka kupunguza utumbo ndio utenda ufanyiwe vitu. Kuna aina mingi hizo like liposuction kuna kitu inaitwa tummy tuck vitu no. kama hizo no. no. no. lakini hiyo wanaweza toa pengine kilo tu tano ya, ya ufuta lakini leo imebaki kwa, kwa viungo masehemu nyingine. Nyingine bado iko no. Kua nasema mtu akuja kutuona mteja kuja kutuona, tunamuuliza hu namsaidia kuangalia ile unataka kupunguza kilo kwanza no. Uzito ndo uweze kwenda kufanya hiyo upasuaji ingine no. no. Mara mingi tumepata watu wamefanya wamepunguza kilo hawahitaji hiyo upasuaji unaita cosmetic surgery ama wakihitaji, si kama haita gharama muda nah, ama haitakuwa na ugumu kwa daktari wa kufanya hiyo. mm -hmm. So akija hivyo ndo tunawaelezea kwanza, hata saa zingine watu wengine hata wenzetu wauguzi hawajui tofauti nah, mara mingi nah. Kila wakati unasema mtu anataka kupunguza kilo, nasema hiyo ni cosmetic, naomba hapana nah. Kupunguza kilo ni ya ku, Ku, kuongeza uh, afya yako no. Lakini lengine ya, ku, ya kutoa mafuta pengine uweke maumbile kando na kando, hiyo hiyo tunaita uh, cosmetic surgery mm -hmm. Lakini kuja kwa, kwa upasuaji sana, sasa ya kupunguza kilo, ile nitasema inatofandishwa ina, kwa aina mbili zikuwa mingi kati kat yao, ya kwanza ni kupunguza tumbo, inaweza kuwa hivyo ama upunguze tumbo na, na utoke kwa njia ya kusiaga chakula no. Kwa utumbo yani, small intestine so, kwa, kwa Kiingereza, you reduce the size of the stomach and bypass no. the small intestine so, inaweza kuwa ile ya kwanza kupunguza inaitwa sleeve gastrectomy. Ile bypass kuna either what you call Roux and Y, sasa mnaita gastric bypass. Gastric bypass, na hiyo kuna mini gastric bypass, ama kuna Roux and Y bypass, alafu kuna zingine unaweza fanya hiyo kupunguza inaitwa sleeve with bypass, ama kuna inaitwa bipartition unaenda kwenye kitu inaitwa pancreas una, una, una, una, una unaipitisha kando na yake. Kuna tofauti na hii ambayo unaita bariatric surgery ama yote inalingana kwa njia moja? Sasa bariatric surgery ni kila kitu kulingana na kupunguza kilo. Aha. So, ni jina lingine ya bariatric surgery weight loss surgery ndio. Aha. Dio. Kuna neno hapa maake nimejaribu kusoma lakini kwa Kiingereza malabsorption, ndio So, malabsorption inafanyika sababu kwa bypass sababu the small intestine digests and absorbs food. Naam. So inasiaga na inafyonza chakula. naam. So, ukiwa umepitisha umepunguza alafu umepita njia ya kusiaga. naam. So, unapata malabsorption, so vitu virutubisho kama, ama vita, in other words, vitamins and minerals, aziko kuna, kuna, kuna pia uh, mafuta pia una bypass na kufanya malabsorption. So shida hiyo Watu kama hao watahitaji kupewa uh, supplements kama ya vitamin kwa miaka yao yote ile ile masalia. For life long you have to take vitamins for vita, vitamins and, and other supplements as a life long because you're not absorbing those vit, iso vitubishi au tunaiza vitamins and, and minerals. Sasa inaleta vitu kama nywele kuanguka, unapata kuna shida ya makucha, zingine wanakosa nguvu Um, ama, ama kitu inaitwa uh, dumping syndrome maanisha ukiwa na kitu umekula ya sukari unaanza kusikia kizunguzungu, saa zingine unaharisha uh -huh. Kitu kama hiyo ama, ama moyo unaanza kupiga kupigapiga sana sana sababu ya hiyo bypass. so, saa zingine tumeona tulikuwa tunafanya bypass mara mingi zamani, ndio ilikuwa inafanywa sana, lakini sababu hiyo shida ya malabsorption na kuhitaji ku, ku, ku, yo lifelong um, tunaanzanga kama ujafanyia operation mbeleni, tunaanza na unahitaji na operation, tunaanza na the sleeve ama vyenye Dakta Amala alikuwa anasema tutatumia njia nyingine ya kupunguza kilo kwanza, alafu tunatukuja tufanye hiyo.

for these patients they have a reduced metabolic rate and everything so we, we, we, choose we know the doses we reduce the doses or we give to the ideal body weight we don't give it to their their weight per se so we try and keep it safe okay. for the patients. That's yes. patients Asante Dr. uh, Bwana Maika kwa uh, wote ambao wanafanya upasuaji, iwe ni wa kupunguza uzani kupitia kupunguza tumbo au saa nyingine liposuction na kadhalika, wakati wa kuwauguza e, kwa maswala ya chakula hmm, kitu gani ambacho mnaangalia sana sana? Wote wanastahili ku, kupewa lishe ambayo ni sawia ama kila mtu anakuwa na mahitaji yake tofauti? Hmm, na mwongozo ambao wa kutoa mahitaji yayo ni, ni mwongozo wa aina gani? Kitu ya kwanza mm -hmm. Tunaangalia sana uh, ni allergy kama uko na ukikula chakula yote inakudhuru. Unajua kuna wale wanakunywa maziwa inawachafua tumbo, kisha wanaanza kuendesha mm, tunaangalia hiyo, tunaziandika chini, kisha tunasema hizi hazitaikuwa kwa na. chakula yako. Aa, kitu ya pili tunaangalia pia ni kama vile daktari alisema Dr. Mayabi, tunafanya composition assessment, inatuambia kama uko kwa riski malnourishment kuna difference, kuna tofauti ya malabsorption na malnourishment. Malnourishment ni penye mwili inadhoofika jua kwa kukosa kupata chakula vizuri. Ukija uko na shida ya malnourishment, kwanza tunaitatua, kwanza tunaangalia ni vyakula vipi hivyo unakula nyumbani na mbona havikum havikupi manufaa. Aya, pia tunaangalia wewe kibinafsi, una mapendeleo gani ya kula, nisije nikakwambia kula mrenda na unapenda sukuma haujai kula mrenda, haujai ona mrenda, hata ujui venye inanuka. tunaangalia kitu tunaita preferences, dietary preferences, then tunakupea mawaidha kulingana nayo. Haya, daktari alisema kuna wale wanakuja kufanya upasuaji ili kuwasaidia kupata kuweza kushika mimba ama kupata ujauzito. Pale ambapo unapata ujauzito, tunatembea nawe polepole kuhakikisha kwamba mama na mtoto wote wako salama kiwango ile chakula unakula imetosha kubeba, aa, kupeleka, aa, kubeba ile mimba mpaka mwezi wa tisa ama mwisho, yani yale tunaangalia pia. Kuna wale wanakuja baada ya kupoteza uzito, natuambia ningependa kujenga misuli, angalau niwe na miraba minne, napendeza nikivaa shati naijaza vizuri. Mm -hmm. So tunatembea pia bado na wewe, nakwambia haya, tulifanya tumbo hivi, hautaweza kukula kawaida lakini ukiongezea kitu fulani na fulani, protini kwa mwili zinaongeze zinaongezeka na, na tunaangalia pia hayo Aha. so mambo, mambo ni tofauti no. ndo tunajua haya. Ani, swali kwako ee, kuna mmoja hapa anauliza mimi niko na miezi mitatu sasa tangu nijifungue. mm -hmm. tumbo langu bado ni kubwa, nifanyeje ili lipungue? maana umezungumzia mambo ya upasuaji, e, kwa mama ambaye ni mjamzito kuongeza kilo na kadhalika alafu kuna mad... swali mawili, daktari Lance nataka uweze kujibu. Je, uja uzito wa mtu ni nyama, mifupa ama vyote na sasa upasuaji utahusu nini eh, kwako wewe eh, Bwana Lan. Na pia swali lingine, daktari, mimi niko na swali ya kuwa nakula lakini kuongeza kilo ni shida, na sasa mimi nataka kuongeza kilo na mwili, na sasa nataka uniambie nifanyeje. <laughs> nafikiri hao maswali mawili kwa daktari, lakini nianze na wewe eh, ani, tafadhali uh, okay. yeah. no. uh, hilo swali nitaliguzia uh, in two different aspects aes, no. Uh, tuseme huyo mtu ambaye ameuliza hilo swali angetaka kuja apate the surgery ya weight loss. Uh, baada ya uja uzito, yes, no, uja uzito no, ama baada ya kupata mtoto no, yeah? No. Because kwetu tunasema it is safe kupata the surgery after umemaliza kunyonyesha ambayo ni mwaka mmoja na e, eh, ni vizuri kwa sababu yeah. Nataka ufafanue kwa sababu, kuna yule ambaye anapata mtoto kupitia njia ya upasuaji pia. yes. yule ni mtu, huwezi kumweka tena kwenye meza kupasua, uh, kumpasua ili apunguze uh, uzani? Ni kweli na hiyo it cuts across eh, kwa sababu uzuri ni kwamba nikiwa kwa hiki ki, kiti ninashughulika kwa wale wagonjwa ambao wanafanya plastic surgery ama aesthetic nurse practitioner na pia ninafanya bariatric nursing. Bariatric ni hii ya weight loss na kuna ile ingine. Kwa zote mbili, zile njia zote mbili ni lazima kwanza umalize ku kwa sababu ni huo tegemeo ya ule mtoto, that is the first thing tunaangalia kabla upate hiyo surgery. Mara kitu cha pili ni kwamba yeye anataka nini Sababu tunaongelelea tumbo uh -huh. Remember ile wakati kulikuwa na ule ujauzito kulikuwa na hormones ambazo zilikuwa ziko yeah, chini ziko juu uh -huh. bado hazija stabilize uh -huh. So ndio maana tunataka kwanza anyonyeshe hizo hormones ziende chini tuone uh, at the pawe, end of it all. Kwa hivyo ushauri kwa kwa asiwe na wasiwasi, ajipe muda alee uh -huh. mtoto kwanza, alafu atutafute tutamwelekeza uh -huh. the right way uh -huh. Hai, daktari kwa kweli maswali yalikuwa mawili. Mmoja huyu ambaye anauliza je, uje uzito wa mtu ni nyama ni mifupa au vyote? Na huyu mwingine ambaye anauliza kwamba anataka ku, anakula kisawasawa lakini mwili bado umekwama pale pale. Hiyo hiyo <laughs> <laughs> <laughs> ni maswali anaulizwangu a kila wakati. <laughs> <laughs> Asa ya kwanza, uzito ni ya kila kitu, ndio nilikuwa nasema uh, mtu akikuja kwetu atuangalie ile nambari ya uzito ile alikuja nayo, na tunafanya kitu inaitwa body composition ndo tujue na. Tumepata na. Watu wame, wana shida zingine kama ya figo anabaki ana na maji mingi ama na water retention. Mm -hmm. Unapata hiyo ndo shida imemletea uh, uzito na. Ile tunasema ni weight loss kwetu ni losing only the necessary fat uh, mm -hmm. Vitu zingine mifupa nini misuli yote inafaa ibaki sasa hiyo swali la pili, hiyo na chianga rafiki yangu Mika, sababu hata sisi hata misa zingine najiuliza, tunakula lakini, lakini ile tukisema kuna kitu inaitwa, uh, basal metabolic rate, na wenye Mika alikuwa anasema sana, sana, kuna watu kazi yao ni kwa ofisi pengine anaendeshwa na, kila mali anaenda analetwa chakula hapo, chai kila mali penye ameketi nafikiri kabla hatujampa nafasi ya kuzungumzia, kuna swali lingine hapa la muhimu. Wakati unaendelea kujibu hilo, kuna mmoja hapa anasema eh, anajiita Agnes kutoka Kisumu anasema, baada ya kufanyiwa upasuaji eh, dawa gani nzuri za kutumia? Kwa sababu anasema amekuwa akitumia amoxil eh, na pain killers, lakini hapati eh, kupungua makali ya uchungu. Hajaeleza amefanyiwa upasuaji lini, lakini nafikiri pengine swala unaweza kuchangia, daktari. So, ili nilikuwa anasema kuhusu ya, yu, kama mtu anafanya kazi ya ujenzi na mwingine anakaa kwa ofisi, so, kitu inaitwa basal metabolic rate. Kuna wale wakiwa akitketi hapa anakat, anatumia kalori mingi kuliko mwingine. Sasa ile akiba kwa, kwa moja inaweza kuwa iko juu, kwingine iko chini. Unaona kuna tofauti ya hiyo. Kuna wale wanajaribu kula lakini shida pengine ni yao metabolic rate yake iko juu mm -hmm. Mm -hmm. Au akona shida ya kufyonza au absorption na ajui no. Kuna vitu kama kuna ugonjwa kama celiac disease ama, yani vitu mingi za malabsorption, anafaa angaliwe kwanza. Anaweza kuwa na shida yote ingine, yana anakula chakula lakini mwili yake haichukui ndani mm -hmm. mm -hmm. Kwa hiyo swali la Agnes, ni vigumu kujua mbona shida ni wapi sababu kwanza venye umesema ni mzuri, ni bora kujua ni upasuaji gani ame, amefanyiwa, ilifanyiwa wakati gani, imekaa muda gani, tangu anze kufanya, kupewa hiyo madawa, niweze kujua. Musema kama upasuaji yoyote kama wiki ya kwanza za, za, kwanza za mbili naupati nafuu, kuna shida na hiyo upasuaji, naweza mwelezea arudi penye alifanyiwa upasuaji asema Uh -huh. Maika kuna mmoja hapa anasema natembea nachoka haraka, alafu mm -hmm. Moyo napiga kwa kasi sana mm -hmm. na tumbo limefura upande mmoja, shida inaweza kuwa ni <laughs> <laughs> wewe uh -huh. wa kuongeza kilo. Kwanza acha niongezee kwake, inategemea nda kuongeza kilo gani, wanda misuli wanda mifupa wanda maji ama anda mafuta mm -hmm. ningependa kujua kisha baada ya hapo ndo utakupa mawaidha, no. Pili, daktari ameeleza umeketi unatumia nguvu zaidi ya mwingine, kwa tofauti ya gari ya V6, V8, 3 silinda na 4 silinda zote zikipakiwa pale mali pakuegesha gari zigurumishwe, ziachwe. Kuna ile tafyonza mafuta haraka na kuna ile itakawia na mafuta, na siku hizi mbaya, tuna hybrid natumia stima. Kwa hivyo <laughs> inategemea, tungependa kumuona tuweze kumfanyia assessment tujue ni nini anatumia uh -huh. Baadaye mwisho wa kipindi nafikiri tutatoa nafasi hiyo kuweza kujua hmm. Mnapatikana no wapi, anaweza wa kusaidika vipi? Kuna mwingine hapa, daktari, kabla sijaendelea na maswali yangu mimi hmm. Nauliza niko na tumbo na nafikiri anamaanisha tumbo lake bado kubwa hmm. Amekuwa akienda kwa mazoezi, anasema ameenda gym kila wakati, lakini halijawahi hilo tatizo halijawahi kuisha. Kwa nini? so, kila wakati tunaongea juu ya kupunguza kilo ama uzito ina sharti ma, ma, vitu tatu. Ya kwanza nasema ni nutrition, nasema kwa Kiingereza na maanisha na, so, na nutrition. Ya pili ni activity, activity ni aina mbili, na hiyo ndio shida yake kwa watu wengi sana sana, ili wanafanya anenda gym na mazoezi mazoezi, alafu anarudi, kama kazi yake ni kuketi, anarudi anaketi. Sasa mwili najua, ah, bwana leo si ameenda gym, lakini akisharudi, anarudi penye yako. Sasa kitu inaitwa hiyo basal metabolic rate yake inarudi penye ilikuwa. Ile muhimu ya kwanza tunaelezea, tukishaona, tunambua uanze sa ku, kuongeza activity levels yako, vitu vidogo kama mambo ya kuchukua lift unaachana nayo, unapanda una uh, stairs. Mm -hmm. Ukienda kushopping. Watu wengi wanataka kwenda waegeze gari yao hapo ndo wakitoka, umetoka unaomba uweke uegeze kando kidogo, utembee. Ukiwa ofisini ndo unaona siku hizi watu wanasema utumie hizi hizi inaitwa meza ile ya kusimama, ndo siku umeketi sana. Vitu kama kwenda badala ya kuletewa chakula yote kwa meza, unatembea unaenda unaleta. Tunatumia sana hizi hizi saa za, za, za, za teknolojia ile inaonyesha unatembea kwa kiwango gani kwa siku. Mm -hmm. So ukishaanza hiyo, kwanza unaongeza hiyo, hiyo metabolic rate alafu sasa unaanza kwenda kwa gym. Lakini enda kwa gym, shida ni watu wanataka kuingia vitu aerobics, jini ile muhimu ni ku, ku, ku, ku strengthen misuli. So strengthening muscle exercises. So lifting weights but strengthening them because kwa Kiingereza ki tunasema Um, fat burns in the furnace of muscle. So, kama you have no strong muscles, you'll never burn any fat. Alafu ya mwisho ni usungizi na usungizi bora, ili unaamka kama unaona umelala vizuri refreshed ni asubuhi mm-hmm. Na wenye Mika alikuwa anasema ina, ina, ina maadili mbili. Uki, ukilala kila wakati unasenga joto usiku, hiyo joto si sababu malazi imekuwa joto sababu wewe pia una, una you burning fat in that, in that na, process. Na. Na kama ulali vizuri yaifanyike, alafu ya pili hiyo misuli umekuwa kufanya zinaweza zina, kurecover ku, ku, ku ndo zinakuwa na, na mzuri kuliko iliyo awali. Daktari, kwa kifupi manake tunataka kwenda mapumzikoni. Kuna mmoja hapa ameuliza swali ambalo linahusiana na masuala ya hedhi na iwapo ni e, baadhi ya wateja ambao pengine mnashughulika nao wanapokuwa na matatizo ya aidha uzito na kadhalika. Anasema anapokuwa na hedhi tumbo linamuuma sana, anatapika mara kwa mara, na hata baada ya kumaliza hedhi tumbo bado huendelea kumuuma. Tatizo ni lipi? Alafu pili kufuliza na swali hilo kwa kinamama, maumbili yao ni tofauti na wanaume pengine ni rahisi kumfanyia mwanaume upasuaji kwa sababu matatizo yake yatakuwa ni pengine tu kupunguza uzani wa tumbo na kadhalika. Lakini upate mteja ambaye ana matatizo kama haya, matatizo ya hedhi, matatizo ya fibroid na kadhalika, ni mteja ambaye moja kwa moja mnaweza kumpendekezea upasuaji kama ule au bado, kama unavyosema, iwe ni safari ambao mnaendelea kufanya uchunguzi? so, so, wa kadha mara mingi ukuwa na shida hiyo ya hedhi ama akiwa na uchungu mingi sana, kuna kitu ingine inaitwa endometriosis unataka kujiuliza kama kuna hiyo pia. Pia kuna, pia kuna uh, ugonjwa mwingine inaitwa polycystic ovarian syndrome. Mtu, uh, kilo, pia inafanya mtu apate anaweza kuwa na shida usukari pia. Ile wakati akiwa na hizo shida tukikuwa tuna tunapanga tuna, tuna upasuaji ama kitu yote ingine tunaangalia kama hiyo iko na zingine, tunafanya pamoja na wenzetu wale wanaitwa gynecologists kuangalia kama tunaenda kufanya kama hiyo operation Tukianza tukiingiza kamera ndani, tunaangalia pale uzazi, tunaangalia kama kuna shida pande hiyo ama, ama inaweza kuwa aje. Tunaweza pia kupiga kitu kama picha kama ultrasound kuangalia mbeleni, ndo tujue ndo hata kama so, ile tutakuwa na our goals at the end of the time ni kama kuna endometriosis, tuna tukifanya upasuaji tunamalizana nayo wakati huo, kama na polycystic ovarian syndrome pia hiyo inatatuliwa na kupunguza utakaporejea tunakwenda mapumzikoni. Mtazamaji takaporejea, nataka tujue faida za kuwa na uzani wa stani ama uzani ambao unastahili, au hata uzani mdogo zaidi, pengine kuna wengine atakawe mdogo zaidi kushinda ambavyo inastahili, na alafu mwisho pia tuzungumzie athari za upasuaji kama huu e, ni zipi? Je, ni maswala ambayo yanawakodolea macho mara nyingi kama madaktari na wauguzi ama namna gani? Mtazamaji, bado tunaendelea kuzungumza upasuaji wa uzito mwilini. Usiondoke hapo ulipo, tunarejea vipunde na mengi zaidi.